Leo ilikuwa ndo ta, tarehe ya mwisho ya vyama vya siasa kusaini makubaliano ya kanuni za uchaguzi. Vyama vyote mnavyovijua vimesaini makubaliano hayo, maana yake vyama hivyo ndivyo vitakavyoshiriki uchaguzi kwa mbaya. Lakini sio bahati mbaya, ni watu ambao waliamua mwaka huu wapumzike. Hawa waliokuja hapa walikuwa wamechoka sana, mwaka huu wameamua pum, na mimi niliwaambia hawa hajajiandaa na uchaguzi, hawa wana migogoro, leo imethibitika hawajaenda kusaini manake hawatoshiriki uchaguzi. Kwa hiyo kama kuna mwanachadema hapa basi, haki ya kupiga kura unayo, chama chako akitokuwepo wee, kapigie chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo leo ni rasmi kwamba jamaa wamekataa kusaini anaonekana kuchoka na mtu aliyechoka, utakii kumlazimisha kuendelea na safari. Mtu anakwambia goti linauma, mtu anakwambia pumzi inakata, hivi unaendelea kumwambia twende, twende? Kwa hiyo wenzetu wale wamethibitisha leo kwamba hawatakuwa sehemu ya vyama vitakavyoshiriki uchaguzi mkuu na hata ikitokea uchaguzi mdogo hawatoshiriki kwa miaka mitano. Kwa hiyo zile bilinge bilinge na michekesho walivyofanya hapa hapa ni kazi bure. sisiemu oye! kwa hiyo hatuwezi kusema kama ndio timu ambayo imekimbia mechi. Ah ah, hao walishachoka, hawawezi mziki wa Chama Cha Mapinduzi. Kwao leo wamepoteana na wamethibitika kwao. Tutakuwa na vyama vingine, lakini wengine hao waliokuja juzi hapa hawapo tena. Na mimi nitoe rai kwa wanachama wa chama hicho, kwa sababu hakitoshiriki uchaguzi, basi wana uhuru wa kupiga kura, na kwa sababu walijiandikisha, niwaombe kura zao zote wazielekeze Chama cha Mapinduzi, muda utakapofika wa kampeni, sisi.